Watu wote wanaoamini katika ahadi za Mungu wanafungwa na vitu viwili. Moja, wanapaswa kuwa watii wakati wote wanapoendelea kuenjoy vitu walivyopewa na Mungu. Kwa nini utii? Wafilipi 2: mstari wa kumi na mbili. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nikiwepo tu, bali sana zaidi sana mimi nisipokuwepo utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kama vile mlivyotii wakati mimi Paulo sipo, haumtii Mungu kwa sababu wanaokujua wanakuona, unamtii Mungu hata mahali ambapo hakuna anayekuona. Kwa hiyo utii wako utakufanya uendelee kuwa posesa, mmiliki wa vile ambavyo Mungu ameahidi kwenye maisha yako. Jambo la pili ni shukurani na ukicho na unyenyekevu. Hii vitu vini vya msingi sana ambavyo makanisa mengi ya kisasa yamevipushilia mbali. Wanahamasisha ahadi za Mungu na mambo ya Mungu, wanasahau yanahitaji utii na unyenyekevu ili uendelee kuyamiliki kwenye maisha yako. Waibrania 12 mstari wa 28, basi kwa kuwa tumepokea ufalume usioweza kutetemeshwa na wema na, na, na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Na wewe ili uweze kurithi ile mbingu yako ambayo Mungu amekuandalia na ile nchi mpya ambayo tutakuja kuipokea hivi karibuni. Lazima utambue tunaipokea na kuishi kwa neema, maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo yetu, mtu yoyote asijisifu. Kati yako na mbingu mpya na nchi mpya kuna, kuna upinzani mkali sana ambao kama si neema ya Mungu tu tunakwenda ili ubaki katika eneo la kumiliki ahadi za Mungu ambazo katikati kuna upinzani mkubwa wa kiroho. Usimilimu katika utii, dumu katika, uti, katika bidii ya ibada na unyenyekevu kwa Mungu na unyenyekevu kwa Mungu. Usiitumie neema Mungu, grace neema isiyo na nidhamu. Anasema, anasema Tito, neema ya Mungu imefunuliwa inawakataza, inatukataza kuufanya kila ubaya. Usije ukapokea neema ambayo inakuambia vunja amri za Mungu, neema ambayo inakuambia ishi unavyotaka, au unavyotaka, unavyotaka. Lazima ubaki katika neema ambayo imechanganywa na utii wa amri na maelekezo ya Mungu.